Na Kilifi sasa tunarejea kaunti ya Machakos, ambapo chifu wa eneo la Machakos mjini Reverend Daniel Maweu amewataka madereva kuwa waangalifu zaidi barabarani, haswa msimu huu wa sikukuu ya Krismasi na mwaka mpya, huku akiwahimiza kutenga muda kwa ajili ya kupumzika baada ya safari ndefu barabarani. Vile vile amewashukuru Wakenya kwa ujumla kwa kushiriki sikukuu kwa kuwa ama kuwajali wale wasio na uwezo Uh, wasio na uwezo bila ya kuwatenga. Mimi mwenyewe nimekuwa <coughs> dereva wa matatu kwa miaka nane kabla niingie katika kazi ambayo ninaofanya leo. Niseme ya kwamba wakati wa Krismasi ni wakati ambao kuna kuwanga na, eh, na watu kusafiri na unakuta ya kwamba kama dereva kazi inakuwa pandem so unakuta wakati mwingine ukirudi uko hauna mtu lakini, ukiteremka umejaa. Na kwa sisi tule, tunasema ya kwamba wakati huu ni wakati muhimu, kwa sababu maisha ni muhimu kuliko fedha. Kwa hivyo naomba ya kwamba madereva wote waendeshe magari vyema, na ikifika wakati wa kupumzika ni e vizuri uchukue nafasi upumzike. Siku ya leo ni siku muhimu, kwa sababu kila Krismasi Eh, Wakristo wote katika nchi ya Kenya na nchi zingine zote tunakusanyikanga ili kukumbuka kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Kwa hivyo sherehe hii inakuanga sherehe kubwa. Niseme ya kwamba wakati wa sherehe kama hii ni vizuri kwa, ba, kwa sababu tunakuanga na vyakula tofauti, ni vizuri pia kunjali wasiojiweza, na ninaomba ya kwamba kuna wamama wajane na kuna watoto ambao ni yatima. Naomba ya kwamba wale wako karibu na wewe, kama vile sisi tumejipanga kama kanisa. Kila tarehe ishirini na tano kila mwaka tunakuanga na hii sherehe, na tunaalikanga wamama wanjane na watoto yatima. So, kwa hivyo nitoe shukurani na niseme wote ambao wamepeana sikukuu yao kwa watu ambao hawajiwezi na wale ambao ni majirani, Bwana awabariki na wafungulie.